iya kutoa tamko kama sisi mkoa kulingana na kilichoendelea siku ya tarehe nane Machi. Baada ya kuahirishwa mechi, tulitokea na sintofahamu baina yetu na uongozi wa timwepu. Baada ya kuahirishwa mechi, sisi kama club tuli kwanza, tulitumia kanuni moja ni kupeleka timu uwanjani na ikafika, na baada ya hapo dai kuomba pointi tatu ambazo sasa sisi tupo kihali na kikanuni. Lakini pamoja na hivyo, baada ya kuahirishwa ile mechi ya tarehe nane, bodi ya ligi ambayo ndio iliahirisha ile mechi ambapo ilikuwa ni kabla ya masaa matatu mechi kuanza, kwa sababu tamko lilitoka saa nane na vile vile twile saa nne, walisema kwamba mechi iendelee, lakini sisi tulikuwa tayari tumeshajiandaa na watu walikuwa wameshatoka mbali. Sasa nishukuru uongozi wetu ulitumia, ulitumia, ulitumia barua TFF ukiomba moja kupewa pointi tatu, alafu pili kuhakikisha wanatupa bodi, e, ya ligi jihuzuru. Lakini pamoja na hivyo barua yetu tulijibiwa kama ilivyo ambapo bodi ya ligi ilitukatalia, lakini vile vile uongozi kama wa mkoa, tuchukue nafasi hii kupongeza uongozi wa klabu yetu <laughs> baada, baada ya kujibiwa barua, uongozi wa klabu ukiongozwa na injinia Hersi Said pamoja na kamati yake kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhisho ya kimchezo kasi ii isitoshe, kwa maamuzi ambayo yalitolewa au alivyonukuliwa rais wetu <coughs> wa TFF Wallace Karia, kwa kutukejeli klabu yetu kuwa sisi kama Yanga <coughs> inatakiwa tukacheze kwenye sinema huko. Kwanza tayari hapo ameshazi yake kwamba sinema ni kitu cha ovyo, lakini vile vile alituingilia kuwa viongozi wetu ambao sisi tuliwachagua kikatiba, hatujawa na doa lolote na wao, lakini yeye rais aliomba kuwa kama wanaomba Yanga bodi ya ligi jiuzulu, na wao viongozi, je, wako sawa na wenyewe wanapaswa kujiuzulu? Tunaomba atutake radhi na ajitokeze mara moja kukanusha <laughs> Viongozi tumewachagua kwa kuwaamini, hawajatukosea na, na wanaendesha kilabu kwa mambo ya kisasa kabisa, na mpaka sasa hivi sisi tunawaamini na hawana itilafu yoyote, wote wajumbe wa kamati tendaji tisa wakiongozwa na rais injinia Hersi Said. Lakini sisi kama mkoa tunatoa tamko na msimamo wetu kuwa uongozi wa kamati tendaji ukiongozwa na rais injinia Hersi Said usikubali kwa ushawishi wowote ule kurudia mechi ambayo sisi mechi tumeshaimaliza. Wata, watashindwa kubaliana na wao, tunaomba waitishe mkutano wa dharura. Sisi wanayanga wenyewe ndio tukatoe maamuzi yes! <coughs> na hii, ndugu viongozi wanachama, ni awamu ya kwanza. Kama itashindikana kabisa, sisi wenye Yanga yetu tutaandamana mpaka TFF nchi nzima yes! yes! yes! yes! yes! Viongozi, sisi kama viongozi wa mkoa tuna imani sana na kamati tendaji taifa, na sisi tuko nyuma yao. Kama itashindikana, kama nilivyosema, sisi tutaandamana mpaka TFF. Lakini ombi letu sisi tunaomba rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania Wallace Karia ajitokeze hadharani, atuombe samahani moja <gabuwa> atuombe samahani sisi wanayanga wanachama na wapenzi wake. Pili aombe samahani kwa viongozi wetu kwa kuwakejeli na kuwadharau kwa kwamba kwa hawawezi kuendesha klabu yetu na wanastahili kujiuzulu, na hali sisi tuliwachagua na tuna imani nao. Kama hatafanya hivyo, sisi tayari tutamkuta kule kule kwenye ofisi ya TFF. kwa kauli moja sisi kama mkoa tunatamka, kwanza hatuchezi, tunataka pointi tatu, tunataka tuombe lazi. Ndugu zangu, wanachama wenzangu wa Young Africans, naomba niseme mambo ya msingi hapa. Tunakemei sheria za nchi. Mratibu kaongea mambo ya msingi kabisa, tuko katika mageuzi ya soka leo Tanzania, tuko nafasi ya nne. Kuna jambo la kumwombea msamaha Karia, la kuonea aibu sio kujibu jibu jepesakatima Youn Africans. Bodi ya ligi imechemka haikuitendea Yong africans haki yake. Mratibu kwa ungeya msingi sana. Pointi tatu ni halali kwa Young Africans. <tipu> nazungumza ukilikiunganisha kauli ya Dr Samia Sulu Hassan arafo n liti Karia na bodi ya ligi ndio wangeitumia haya yote asigejitokeza halali pointi tatu. Young Africans hapa, tuna wasiwasi labda kuna kitu kimeingia kwenye kichwa cha karia kimevurugika. Tuko katika ligi bora Afrika nafasi ya nne, anaenda kuvuruga ligi NBC bodi yao, sijui kikao chao cha siri, huenda wakajitoa kwenye udhamini miaka inayokuja. Azam katoa maandishi kakeo na gharama leo. Mwanza tunazungumza, tuna hasara tatu wanachama wamekula hasara, tumeviona, mwanachama wetu gharama zimeumia, na wanachama nchi nzima wamekula hasara. Nani analipa hiyo gharama ya ligi, gharama za wanachama nani analipa? Kiongozi wangu mkuu amesema wazi kabisa, tunataka pointi tatu na mechi hatutarudia. Kwa mtanzania mwenye akili, hajui nini maana ya Young Africans Ukiisema Yanga inacheza uwanjani na Simba kwenye uhalali wake, basi unasema mapato ya bilioni moja pointi mbili kali ya kuna kitu kimemchanganya. Kuivuruga ligi dakika za mwisho ni jambo la aibu. Yanga inafanya makubwa, wawekezaji wametoka sehemu mbalimbali, mataifa yote yanayoona Tanzania kwamba wamewafanya mabadiliko ya wa soka, mabadiliko ya soka yanaoa kebe kwenye futari, unatoa tuba kwenye, kwenye futari una kebe. Yanga Africans, naomba tuupongeze uongozi wa Yanga Africans chini ya rais naboipongezeuo na na nu tuko tuko kamati ya utendaji, tuko nyuma yenu, na sisi tuko tayari, tunataka pointi tatu. Yanga itakwe radhi na wanachama wote, Tanzania nzima, Yanga Afrika zipewe radhi, waombe radhi. radhi TFF na bodi ya ligi irudi ikae, irekebishe kanuni zake, kanuni zina mapungufu. Yanga Afrika sio kukebei, ni timu ina miaka 90, leo tuna miaka 90 almost, wanakebei, unaikebei timu ambayo imeleta ubora wa soka Tanzania na licha, sio soka peke yake, amani na utulivu. Kwa hiyo arafu za mama ziko wapi? Reform, resilience, concession. Reform, resilience, concession. Angetumia araf za mama Samia Karia, haya yote azige kuwepo, pointi tatu halali za Yanga. Umeongea msingi sisi waza tunaboresha tu, hatuna cha ziada au miujiza. Pointi tatu muhimu, na iwe fundisho na bodi ya ligi. Bodi ya ligi naona kama kuna ka ushabiki shabiki, ndio sababu tumefikia hapa, iwe onyo na fundisho. Bodi ya ligi wanaingiza ushabiki maana siopake. Naomba ni watania wa Tanzania, je, meona kwenye bao zinakuja tano tena, zinakuja tano tena, ilisha mchezo leo kuna tano tutoke huko. Mpira wetu ni scientific, ligi inachezwa. Mapungufu kama yapo, ligi ichezwe. Gharama nani analipa? Wanachama na wanasoka kwa niaba, wenzetu wa Tanzania nzima, tunataka gharama zetu zilipwe. Pointi tatu zetu ni muhimu Amen. Na watoe tamko la kumombea dua na ubani, wenzetu aitangulia kwenye mbele yake. Yes, sisi wazee tulitegemea siku mbili tatu Karia atasema